Kitabu cha Tobiti sura ya kumi na tatu na ya kumi na nne. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa ambapo siku ya leo tunaendelea mbele na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Siku ya leo tunaenda kuhitimisha kwa pamoja kile kitabu cha tobiti Karibuni sana wapendwa, unaweza pia ukaendelea kukisoma kitabu hiki kwenye chaneli yetu ya YouTube na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV, Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Itakupa nafasi ya kuendelea kukisoma hichi kitabu na kuendelea kuimarishwa zaidi, lakini pia upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufollow, watu wa Mungu. Tufungue kwa sala ili tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako mkubwa ambao umeendelea kutujalia maishani mwetu. Tunaamini Bwana, neema yako imetupenda na ndio maana umetuchagua kusoma hichi kitabu. Umetufundisha mengi, tunakushukuru e Bwana. Tunaomba leo tena utufundishe e Bwana, ili tuendelee kusimama katika neno kwa uwezo wa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tukiri, amen. Wapendwa, naitwa Mwalimu Petro. Tuungane sasa, tuanze rasmi usomaji, sura ya kumi na tatu. Basi Tobiti akatunga sala ya kushangilia akisema: amebidiwa Mungu aliaishie milele, na ufalme wake umebarikiwa, kwa maana hurudi na kurehemu tena; hushusha hata kuzimu na kuinua tena, wala hakuna awezaye kujiepusha na mkono wake. Enyi bani Israeli, mshukuruni mbele ya mataifa, yeye ambaye ametutawanya katikati yao. Kuko huko, utangazeni ukuu wake, mwadhimisheni mbele ya wote walio hai, kwa kuwa yeye ndiye Bwana wetu naye Mungu yu baba yetu milele. Ataturudi kwa ajili ya maovu yetu na kutuonyesha rehema zake, tena atatukusanya kutoka kwa mataifa yote ambayo tumetawanyika katikati yao. Mkigeukia kwa moja kwa moyo wote na roho yote na kutenda kweli mbele zake, ndipo atakapowageukia ninyi, wala hata waficheni uso wake. Angalieni atakavyowatende, atakavyowatendea. Mshukuruni kwa vinywa vyenu vyote, mwimidini Bwana mwenye haki, mkuzeni mfalme wa milele katika nchi ya kufungwa kwake, na mshukuru. Nawahubiri taifa la wakosaji nguvu zake na enzi yake. Enyi wakosaji, geukeni mkatende haki mbele zake. Nani ajuae kama atawakubali na kuwarehemu? Mimi namwadhimisha Mungu wangu, na roho yangu yamkuza mfalme wa mbinguni, nam nitaushangilia ukuu wake. Watu wote wamtolee shukurani katika Yerusalemu. E, Yerusalemu ulio mji mtakatifu, atakurudi kwa ajili ya matendo ya wanao, tena atawarehemu watoto wa wenye haki. Mshukuruni Bwana kwa utaua, muimidini mfalme wa milele. Maskani yake ijengwe tena ndani yako kwa furaha ili yawafurahishe ndani yako walio wafungwa na kuwapenda daima ndani yako walio na huzuni. Mataifa mengi watakuja kutoka mbali hata kulijia jina la Mungu wenye utunu mikononi mwao, na mtunu ya mfalme wa mbinguni. Vizazi vya vizazi watakusifu na kukuimbia nyimbo za furaha wamelaaniwa wote wa kuchukiao, watabarikiwa milele wote wa kupendao. Furahi na kuwashangilia watoto wa wenye haki, kwa maana watakusanywa pamoja na kumwimidi Bwana. Na wenye haki, waheri wote wa kupendao, watafurahiwa kwa ajili ya amani yako. Waheri, waheri waliohuzunikia mapigo yako, kwa sababu watafurahia wakati watakapoiona fahari yako yote, watafurahishwa wenyewe hata milele. Roho yangu imhimidi Mungu, mfalme mkuu, kwa kuwa Yerusalemu utajengwa tena, kwa yakuti na zamaridi na vito vya thamani kuta zake na minara ya maboma kwa dhahabu safi, na njia za Yerusalemu zitatiwa sakafu ya mawe kwa berilo na johari na vito vya ofiri. Njia zake zote zitasema haleluya na kumhimidi kusema, ahimidiwe Mungu aliyetukuza milele. Sura ya kumi na nne. Basi Tobiti akaisha kushukuru na wakati alipopofuka macho umri wake umepata miaka hamsini na minane na baada ya miaka minane akajaliwa kuona tena, akatoa sadaka akazidi kumcha Mungu na kumshukuru. Basi akazidi sana kuwa mzee, akamwita mwanawe na watoto sita wa mwanawe akamwambia, mwanangu, watwae wanao, tazama mimi ni mzee nami ni tayari kuifariki dunia. Basi mwanangu uende Umedi, kwa maana na sadiki kabisa maneno yote yaliyonenwa na nabii juu ya Ninawi, ya kama utaangamizwa, bali kwa muda kutakuwako amani huko Umedi. Ndugu zetu watatawanyika duniani kutoka ile nchi nzuri, na Yerusalemu utakuwa ukiwa, na nyumba ya Mungu ndani yake itateketezwa na kuwa ukiwa kwa muda Hatimaye Mungu atawarehemu tena na kuwarudisha katika nchi, katika nchi. Nao wataijenga nyumba, walakini si kama ile ya kwanza, hata majira ya zamani zile yatakapotimia. Kisha watarudi kutoka mahali walimofungwa waliomofu, wataujenga Yerusalemu kwa heshima nayo nyumba ya Mungu itajengwa ndani yake milele kwa jengo la utukufu kama vile walivyoitabiria manabii. Na mataifa yote watageuka kumcha Bwana Mungu kwa kweli, nao watazizika sanamu zao. Na mataifa yote watamwimini Bwana na watu wake watamshukuru Mungu, naye Bwana atawakuza watu wake na wa, watu wake watamshukuru Mungu, naye Bwana atawakuza watu, watu wake. Nao wote wampendao Bwana Mungu kwa kweli kwa haki watafurahi kwa kuwa wamewarehemu ndugu zetu. Lakini wewe uishike torati na maagizo ujinyooshe, kuwa mpenda sadaka na haki, ili ufanikiwe. Na sasa mwanangu, uondoke kutoka Ninawi, kwa maana mambo yale aliyoyanena nabii hakika yatatokea. yata mimi unizike kwa heshima na mama yako pamoja nami, wala msizidi kukaa hapa Ninawi. Mwanangu, kumbuka Amani alivyomtenda Akikiaro aliyemlea, jinsi alivyomtoa kwenye nuru na kumleta kwenye giza na jinsi walivyomlipa. Lakini Akikaro aliokoka Bali yule alipata malipo yake, maana yeye alishuka kwenye giza. Naye manasi alitoa sadaka akaokoka katika tanzi la mauti ambalo kwamba amemtegea, bali amani aliingia tanzini akaangamia. Kwa hiyo mwanangu, fikiri hayo itendavyo sadaka na jinsi haki ioko iokoavyo. Naye alipokuwa katika kusema maneno haya akatoa roho yake pale kitandani, na umri wake umepata miaka mia hamsini na minane. Wakamzika kwa heshima nyingi, na Ana alipokufa mwanaye akamzika pamoja na baba yake. Lakini Tobia aliondoka pamoja na mkewe na watoto wake kwenda Ekbatana kwa mkwewe Ragueli, huko alipata kuwa mzee mwenye heshima akawazika wakweze kwa heshima nyingi, akazirithi mali zao na zile za Tobiti baba yake. Akafa huko Ekbatana, mji wa Umedi, mwenye umri wa miaka mia ishirini na saba. Lakini kabla ya jafa akapata habari za kuangamizwa Ninawi, ambao ulitekwa na Nebukadreza na Usiero na, na kabla ya kufa kwake alipata kusimanga juu ya Ninawi. Ndio mwisho.